Tuelekee katika kaunti namba 33 ambapo somo la hesabu limeendelea kupewa kipaumbele, hii ikidhihirishwa na juhudi mbalimbali mbali za Wizara ya Elimu ambayo imekuwa mstari wa mbele kuandaa mashindano ya kitaifa na ya kimataifa ya hesabu kwa wanafunzi wa shule za upili. Lengo la kutilia mkazo somo la hesabu na kuendeleza uwezo wa kufikiri kwa kina na kutatua matatizo yanaendelea kutiliwa nguvu nchini. Kuendeleza vipaji vya wanafunzi katika nyanja za STEM, sayansi, teknolojia, uandizi na hisabati, mashindano ya hesabu yamekuwa nyenzo muhimu katika kukuza somo hili. Um, the experience has been great. I would say the trainers are very supportive. They definitely make sure that we understand what we're learning and we don't just CEMASTEA imekuwa ikiandaa Kenya Mathematical Olympiad KMO kwa ushirikiano na taasisi mbalimbali mbali. Washindi wa mashindano haya wanapata nafasi ya kuiwakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa kwa mwaka wa 2025. Wanafunzi wa Kenya wamechaguliwa kushiriki katika mashindano hayo. Hii ni baada ya mchakato wa uchaguzi ulioanza na washiriki elfu tisa kutoka kwa shule tofauti tofauti ya kitaifa ya hesabu mnamo Machi mwaka 2024. And and these are students who have been selected on merit uh, to come and, uh, uh, enhance their mathematical skills. Idadi hii ilipunguzwa hadi elfu moja mia tatu katika raundi ya kwanza mnamo Juni, 85 katika raundi ya pili mnamo Agosti na hatimaye ishirini na sita kama wateule wa mwisho mnamo Disemba. Kati yao, kumi na tisa walikuwa wavulana na saba walikuwa wasichana kutoka shule mbalimbali mbali kote nchini. We've seen them developing from the scratch and they are able to take reasoning to another level. That actually mathematics they are able to take a problem for a whole day solving one problem. Can you imagine taking six days just doing nothing else but mathematics? Kwa mjibu wa taarifa kutoka CEMASTEA, Wanafunzi sita walichaguliwa kuwakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa ya hesabu IMO yatakayofanyika Australia mnamo Julai mwaka 2025. Na wengine sita walichaguliwa kwa mashindano ya hesabu ya Afrika PAMO yatakayofanyika Botswana mnamo Agosti mwaka 2025. Aidha, wanafunzi kumi na mbili walichaguliwa kuwakilisha Kenya katika mashindano ya hesabu ya Afrika Mashariki amo yatakayofanyika Kigali, Rwanda mnamo mwezi huu wa Mei mwaka wa uh, 2025.

with their national, um, competition. And we have selected those students to come here and we train them more on these Olympiad problems. Kupitia mashindano haya vipaji vipya vinagunduliwa na taifa linaandaliwa kupata wataalamu wa baadaye katika nyanja za sayansi na teknolojia. Nancy Kering, runinga ya Citizen.